Imepatikana ya kiongozi wa nchi, basi tuwapunguzie mzigo na hili tulibebe kama watu wengine wanafanya, ama imepatikana ndege ya rahisi, tutarajia watu hata kama wasingeondoka wote, kwa sababu nchi zima mashabiki wa Simba zaidi ya milioni arobaini, obviously wasingeonda wote, wangeangalia tuoke. Kuna ndege hii ya bure ambayo ametoa masamia, watu gani tuwape privilege? Tuangalie, kuna kikundi cha hamasa tunacho, kinaongozwa na kanali wa ugo terminal kipo na kina hawa e, kina Shabani, pia pesa wapo, kina kile faida hawatoa ni potential, wako ngapi? labda 30 tunachukua wote wanakuja. Eh, wale Simba executive wako ngapi? sababu wanachangia mapato mengi sana kwenye klabu na tiketi za vipindo wao wanunua hizo apartment na mdogo wanunua wako ngapi? labda wako 50 tuchukue 30 unajua, okay. Influencers wa Simba wako ngapi? labda wako 20 tuchukue 10 unajikuta umebalance makundi yote, unapata watu 50 chukua ange amage pia kile na wala hakuna na elimika kwamba eti anataka kusafishwa na klabu hapana, isipokuwa tunasema ile fairness ya upunguziwa, yani ule mzigo. Kwa mfano tunafahamu Tanzania kila mtu ana wajibu wa kulipa kodi, unaelewa nzuri. Lakini hapo tokea rais wa nchi anapunguzia kodi kwa wafanyabiashara bwana, anapunguzia kodi, mwaka huu ilikuwa kiwango fulani, anapunguzie, inakuwa ni nafuu na wafanyabiashara wanafanyaje? Wanafurahi, unaelewa nzuri. Yes, kwa sababu ni jukumu lao kulipa kodi. Lakini inapotokea kiongozi wa nchi anaona kwamba kuna unafuu wa kupunguzia kodi, anafanya hivyo, unapo unasherekea, unaanza ndio hiki kitotokea kwamba kiongozi wa nchi ameona mashabiki wa Simba tutakao twende lakini hatujafanyia fair kwamba hiyo fair ikaonekana kwa wazi kwa watu ije kila mmoja aweze kufaidi hiyo keki. Kwa hiyo kimsingi mimi sitapendezwa na hizo jambo. Huo ndio kweli. Nisiwe na unafiki kwamba nikaelewa moyoni hapana. Sijapendezwa na, na, na hilo swala. Labda kipindi kingine atakapopewa ndege Waje na utaratibu mzuri yote, ma, uso, na wa kuangalia makundi yote ambayo yanaguswa, makundi yale maalum, wale wazee wazee, wachezaji wa zamani, viongozi wa makatibu wa wilaya no, kwa kwa na mikoa hivi utalalamika kwa sababu ili uende utoe dola 2200 ambayo mimi siwezi ku afford na mshabiki wa kawaida. Na kwa hiyo kimsingi labda msimu ujao uongozi uje na utaratibu mwingine. Kwa mfano mimi nichukue nichukue tu kawaida. Tumeshindwa kutoa gari kwenda South Africa. Tumeshindwa kutoa magari. Okay, ndege hatuwezi hata kuratibu magari tu, bila kujua la club ndio kitu ambacho kinakuwa na, kwa mfano, tulitoa basi o inafanyika, watu wengi kwa kwa kwa watu watu watu yangu na na basi basi basi mbili, lakini South Africa si imetoka kila mmoja ambaye una kama hauna nyumba hiyo, ndio watu wote wasingelalamika. Umezuri. Lakini sisi nakuja, inakuja swala lingine la, eh, final. Final. Inakuja final ambayo ni potential. Kama lengo letu sisi ni kutoa, ni kuchukua ubingwa wa kombe la Afrika. Tumefika hapa kwa final baada ya miaka thelathini na ngapi? Miaka thelathini na mbili. Maana yake inaonyesha jinsi gani ambavyo ilivyo shida kufika final. Lengo la klabu yote duniani kutoka mafanikio, unaweza. Lakini mimi nikwambie, na, mimi na, na, na, na jamaa mmoja anaitwa Arkan ni mwandishi wa habari hapa nchini Misri. Unaona wale Ultras wao? Walianza kama sisi ni supporters ya ya wa ambao yao timu yao inapokwenda wananua jezi, wanaingia uwanjani. Lakini tu ya watu wachache, unaelewa thamani yao. Sisemi watu waingie bure viwanjani au watu wapewe tiketi za bure. Yapo nafuu inapotokea ya kumpunguzia shabiki gharama. Wewe kama club unatakiwa responsible spirit. Duniani kote inafanyika hivyo. Sisi tunaingia hapa uwanjani, tunanunua tiketi. Na mimi nimeshanunua tiketi mpaka dakika hii. Zimetangazwa nimeshanunua VIP, ninayo. Hiyo ndio kazi ya shabiki, kusupport club yako. Ununue tiketi, uende uwanjani, timu ipate mapato. Ununue jezi, mimi jezi zinazo kabisa 30, kila mechi ya Simba jezi mpya, nanunua kwa hela yangu, maana yake una support club yako ipate mapato. Lakini yote kwa gharama zangu, lakini inapotokea safari ambayo mkuu wa nchi ametoa safari kuwapunguzia mashabiki gharama, siku zote hawa wanatumia pesa zao, basi tuwapunguzie leo na hao mizigo, wala tutoze la kidogo ambayo ni affordable, ili waende kwa wengi. Basi mimi naitoa elfu moja mia mbili. Kwa hiyo kikubwa hicho umejisikia vibaya. Na Morocco siwezi kwenda kwa sababu ya hiyo. Sina. Huo ndio kweli. Lakini watu wengi wamenung'unika lakini hawawezi kuongea. Wanabakia wana wana moyoni mwao. Mimi ni mimi nimefundishwa na Profesa Bakari. Mtafuteni Profesa Bakari. Chukua tamu mbili Aisha kuniambia, ukitaka uishi maisha mafupi, kuwa na vitu vingi moyoni mwako vikae moyoni, usivitoe. Wewe bali. Ah, ukitaka kuishi maisha mafupi ambayo wewe Mwenyezi Mungu anakupangia, kurundika vitu moyoni mwako. Utakufa mapema. Kwa mimi kitu kama na nacho tabia ukitoa. Kwa hiyo nilikuwa na hiyo nungunuko kwamba kwa nini nafasi hii ambayo Mama Samia ameitoa uongozi usingefanya utaratibu mzuri, kwa gharama nafuu. Hata kama ungeelekea huwezi kwenda kwa bure. Basi gharama nafuu, au makundi maalum, kama ambavyo nimesema, wakachukua watu maalum maalum hata hamsini wangeenda bure, kwa hiyo tiketi ya bure, au kama ingekuwa sivyo hivyo wangepewa kimya kimya, singetangaza ili tukajua, leo kwenda wameenda kwa gharama zao, sio sio bure lakini imetangazwa bure, si tunatuza 1200 baraza hiyo, sio fair kabisa. Mimi kwa Mungu hiyo sio e, ni, na nimejisikia vibaya. Mechi ya kule ugenini na RS Berkane unadhani itakuwa ni mechi ya namna gani kiwanjani? Mechi itakuwa ni ngumu sana sana, na ukiangalia RS Berkane wanavyocheza, wanacheza total direct football, wanacheza mpira wa kushambulia sana, mpira wa kasi na ukitaka kuwa wini Berkane, usipishane nao kwa sababu wana pumzi, wana vijana wengi ambao wanaweza ku sprint kukimbia umbali mrefu na, na, na vitu kama hivyo. Nini cha kufanya mwalimu Fado, nini cha kufanya. kwanza mfumo wake atakaokuwa nao ni mfumo wa 3-5-2. maana acheze na back three katikati na viungo watano ambao wanaweza ili kwa kuhodi mpira muda mrefu ili kutowaruhusu wale jamaa wasicheze mpira ambao wanaozoea, maana tunasema ni possession football ile mpira ambao wao wameuzoea. Ukiwa na na wachezaji wana hiyo unakupa eh, assurance ya kuondoka na clean sheet au kufungwa kwa idadi ndogo ya magoli. Pili, kuna mfumo wa wa viungo watano katikati, mara nyingi acheze na side ten wawili. Mara nyingi viungo washambuliaji hawa wawili kama jana ambao wamecheza dhidi dhidi ya ya ya timu gani tunao jana ilikuwa KMC. Unamwona mtu kama eh, Joshua Budo Mutare, vile ndio ambavyo side ten anatakiwa kucheza. Anatakiwa I think I think aongeze uwanja au eneo la kuchezea mpira, maana creation area huwa ni eneo ambalo liko very narrow, eneo ambalo ni jembamba, litakiwa litanuliwe liwe pana ili eneo lako la eh, la attacking liwe na macho mengi, yani ya kuchagua option nyingi za kupita, yani maana yake una varieties of space ya kupitisha mipira. Ndicho ambacho wanakifanya, angalia goal la kwanza. Kwa defense ya aina ile, mchambuliaji yote ambaye ni kiungo attacking ambaye hana akili kama ile hawezi kufanya sifa za kiungo kama sifa za mtu ambaye anafanya matendo kama haya, lazima ziwe sifa nne. Kwanza, uwe na body fitness ya hali ya juu, ndio uweze kufanya kitu kifanya mtare kwa goli la kwanza. Pili, lazima uwe na kitu kingine kinaitwa eh, fastness and brain reaction, na mna gani, ambapo ubongo wako utaufanya uweze kuamua matendo ya haraka, ya haraka wa kile ambacho unataka kufanya. Unazuri, lakini tatu, tutakuwa na kitu kinaitwa technical and personal ability ya mchezaji, sanaa ya mwenyewe ya mchezaji. Yeye anatakiwa kufanya. Na nne anatakiwa uwe na mental toughness. Aligusa touch ya kwanza, touch ya pili, touch ya tatu ya, touch ya mwisho ni, ni, ya nne anatoa assist kwa Steven Dese Mkwara. Anascore bonge moja ya goli ambayo lilifuta equalization au level scoreboard. Ile ni ndio side ten anatakiwa acheze hivi vile. Kazi kubwa ya side ten ni kumrahisishia namba tisa kazi ya kucheza mpira eneo la juu, anatakiwa mletee mpira mguuni. Ndicho ambacho Joshua Mutale Budo alichokifanya jana. Angalia goli la pili, anafanya pressing kwa beki ananyanganya mpira, anafanya penetration, anaingia ndani, anampa pasi, anafunga goal la pili la kutupa la kutupa ushindi wow! Unaona jinsi ambavyo anacheza, alifanya eneo la ulinzi la, la klabu ya KMC. Hivyo ndivyo wawili ambao wao la wa juu Wow, fantastic. Ukicheza na timu kama Rasi Bekani ambao, wow, most of time, wanakuwa wanafikiria wafanye mashambulizi ya kushukiza wakati huo wanafikiria mara mbili kwa sababu wachezaji ambao ni hatari. Ukiwapa space, ukiwapa nafasi, watakufunga kwa neno lako. Kingine atakia, wana winga, wana speed, wana mbio kama Eliel Mpazu Kibisawara pamoja na Kiprensi Posta. Wao wana fullback ambao wanatumia kwenye kufanya attacking, kwenye during transition phase to attacking wale backs wao ni hatari ambao wanakuwa kama wing back wakati wanashambulia, wanapanda mbele winga ya kulia na winga ya kushoto. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao wanakimbia sana kama Elia Mpanzu Kibisawala pamoja na Kipenzi. Hawa wataleta hatari kwa sababu tukipanda mbele tuna mavipo, pitaza, kuna vyuma vipo vitaweza kusababisha hatari kwenye eneo letu. Kwa hiyo hawawezi kupanda kirahisi na hatimaye inakuwa ni faida kwenu, unanielewa? Kwa hiyo akicheza katika mfumo huo, na imani tunapata matokeo ya aina tatu either draw bila kufungana au draw ya magoli ambayo sisi itatupa faida kuja huku kwenye mechi ya pili au hata ushindi wa bao moja, kwa sababu wachezaji tunao na kikosi pia tunacho na mbinu za mwalimu Fadlu Davids kabisa zimedhihirisha, na umeona wa mwalimu ambaye anaweza kushinda hata kwenye mechi za nyumbani. Umeona kimataifa mechi zote ambazo tumecheza, kuna michezo kadhaa tumeshinda ugenini matokio, mere, na tukapata matokeo mbele ya ardhi ya mwarabu hasa kama unakumbuka